Wis wala usimuliwe kuliko kutokiwa na kitu kama hichi hivi. Imeshawei kutokiwa na tumbo la kuhara ukiwa kwenye usafiri wa public? Ulisha wee kutokiwa na tetezo kama hilo as sita sahau, sita sahau tukio kama hili lintokea miaka kama kumi na tano iliyopita ishirini, i miaka kumi na tano nadhani inaelekea ishirini nilikuwa naelekea Ubungo. Imtokee, nilikuwa kwenye daladala dala, tena nilianza kusikia hiyo hali nilipofika maeneo ya, ya urafiki kabla sijafika kituo kile cha daladala dala, cha Ubungo kabla mwendo kasi hajaanza kujengwa, i see. nilishuka kwenye foleni ile, nilishuka fasta nikajaribu kutembea kwa mguu angalau, kuiwa kipindi hicho kulikuwa hata mapikipiki haya hayakuwepo sana, mapikipiki yakuwa mengi kihivyo. Nikatembea kwa, nika kwa mpaka mpaka paka huduma ya choo pale Ubungo, ile huduma ya choo ya, ya jamii ile Ubungo kwenye kituo cha daladala, kama unaelekea ofisi za Tanesco aisee. Nilishuka nafika, nenda toileti, nilishachafuka tayari. Yani mkojo ulishatoka haja kubwa na nywe huku ilishatoka. Yaani aise, sitosahau ili siku sitasahau, sita sahau sita sahau kumbuka, ilikuwa sijafika safari. Nilitakiwa nikishuka Ubungo nichukue daladala tena nyingine nielekee mlimani City. Nilikuwa nielekea Mlimani City, maeneo ya DDC kwenye biashara zangu. I see siku hiyo sitaisahau, nilienda washroom nikafika, nika, ikabidi yani badala ya kulipa pesa nijisaidie, yani ni nikalipa pesa kwa ajili ya kuoga unao, yani wala sio kwa, kwa sababu huna nguo huwezi ukabadilisha. Maana yake maanayake nilinao kupunguza ile nafikiri unaelewa ile mambo siku ile inibidi badala ya kupanda daradala kutoka pale maana, nani, Ubungo kwenda mlimani site kule, ilibidi nitembee kwa mguu, nikapita sevisi rodi mdogo mdogo. Yani akili yangu nimekuwa kama kicha yani nimechanganyikiwa, yani sitaki niwe karibu na binadamu yoyote mwenye akili zake timamu Nilitembea, nilitembea, nitembea, nitembea, hatimaye ni Mlimani Site hapa hapa, hii hapa, baadaye DDC nimevuka DDC, DDC. Baadae nikaenda kwa jamaa mmoja anaitwa Tudi Thomas, kujamaa alikuwa anaishi maeneo ya karibu na na, na, na, na Mlimani Site maana kulikuwa kuna studio za Ngoma Records zilikuwa maeneo ya kipindi hicho. Yule ndo alienda akanistiri kwa sababu nakumbuka ile siku sikuwa na hela mfukoni zaidi ya nauli au hela ya kula tu, sikuwa na hela yoyote ya kuafodi kununua nguo yoyote. Ikabidi niende kwa Atudi, nikaomba pale, kanipa nguo nikabadilisha. Ikabidi niende kazini kwenye shughuli zangu, nikufanye michimichi, lakini kwa nguo za kuazima. Unajua ni nini? Nijifunza kitu kwa sababu sikutakiwa nitembee mpaka lile eneo sikutakiwe nitembee mpaka lile eneo. Isipokuwa kwenye maisha kuna vitu aisei, huwa ni vya mwetu na vipuuza tu. Yani kama una maeneo unaenda siku zote, maeneo ya kwako siku zote, maeneo ya muhimu muhimu, hebu jitahidi kujua sehemu ambazo zina ofisi kuu mbili tu, ofisi za muhimu, yani ofisi zinazodiri na vyakula. Ofisi ya muhimu ni nyingine, aisei, jua sehemu za washroom, huduma za washroom Jamani, jueni maeneo mnaokwenda kila mara, hebu jifunzeni kujua maeneo ambako kuna washroom. Tena ukiwa makini, hebu jifunze ujue ofisi kama tatu za washroom. Ujue ofisi kama tatu zinazofanya biashara ya washroom au kwa toilet kwa lugha nyingine au huduma za vyoo. Ni swala muhimu sana ndugu zangu, tangu mimi nilivyodharirika kipindi kile nilijifunza kitu nikamwa sasa hivi niki yaani, nilishafanya research iwe poster, najua huduma za vyoo zinapatikana wapi, a to z. Iwe unipeleke labda unipeleke Ubungo najua, unipeleke Mlimani sita najua huduma za vyoo zaidi ya tatu, unipeleke Kariakoo najua huduma za vyoo karibu. Haya ni maswala muhimu kabisa jamani, ni maswala muhimu ambao watu nayapuuza lakini ni masuala muhimu kwenye maisha. Ni madogo kama jambo halijakutokea kutokea, lakini siku jambo likikutokea, ndugu yangu, utanikumbuka nachokueleza, utanikumbuka nacho.